Vision 2030 Madini ni maisha na utajiri. Maabara ya Tume ya Madini sasa imetambulika rasmi kisheria na ipo mbioni kukamilisha mchakato wa kupata ithibati. Maabara hiyo ya Tume ya Madini iliyopo Msasani jijini Dar es Salaam, ambayo kwa sasa inatambulika kisheria inafanya kazi ya uchunguzi wa sampuli za madini, udongo na miamba. Akizungumza leo Machi 3, 2025 kwa niaba ya katibu kwa niaba ya katibu mtendaji wa Tume ya Madini katika kikao kazi mkoani Morogoro, mkurugenzi wa Ukaguzi wa Migodi na Mazingira wa Tume ya Madini, Mhandisi Hamisi Kamando, amesema kwa sasa Maabara ya Tume ya Madini ina nguvu kisheria, hivyo utaongeza nguvu ya ukusanyaji maduhuli ya serikali na kuwarahisishia wadau wa sekta ya madini kupima sampuli zao kwa haraka. Lengo la maabara ya tume ya madini ni kuhakikisha serikali inapata staiki zake, pia inafanya biashara ya kupima sampuli za wateja na kuongeza pato la serikali. Awali akizungumza mkurugenzi wa ukaguzi na biashara ya madini, Venans Kasiki, amesema maabara ya tume ya madini kwa sasa inatambulika kisheria. Kutambulika kwa maabara kisheria inawapa faraja ya kuongeza ari ya kufanya kazi. Kasiki ameongeza kuwa Idara ipo kwenye hatua mbalimbali mbali za kukamilisha mchakato wa kupata ithibati. Amesema mojawapo ya hatua hizo ni management review, hivyo wameandaa kikao cha management review ikiwa ni moja kati ya takwa la kuwawezesha maabara ya kupata ithibati ISO stroke IEC moja saba sifuri mbili tano nukta mbili sifuri moja saba. Katika kikao hicho wameeleza hatua mbalimbali zitakazowezesha maabara kupata ithibati na mahali walipo kwa sasa na wanapokwenda katika safari ya kupata ithibati.